Mtazamaji, lakini mbali na hayo ni kwamba mtu mmoja amepigwa risasi na kuuawa eneo la Katani kaunti ya Machakos kwenye mzozo wa ardhi ambao pia umesababisha kujeruhiwa kwa watu wengine wawili. Nam Samuel Muiruri Maina alipigwa risasi kufuatia tofauti kati ya mtu anayedai umiliki wa ardhi na kundi la vijana eneo hilo, na kama anavyo arifu Franklin wala ni kwamba polisi wanamzuilia mtu mmoja kufuatia tukio hilo. Video hii ambayo ilinakiliwa wakati wa ufyatuaji huo wa risasi inaonyesha jamaa mmoja akifyatua risasi wakati anafuatwa na kundi la watu it. Tukio lilitokea eneo la Viraji huko Katani, kaunti ya Machakos. Yadaiwa mwenye bunduki hiyo alikuwa akifuatwa baada ya kupatikana wakimvamia muuzaji mmoja wa mashamba eneo hilo. Nikapata wamemhanda ko nje ya gari na wako ndani ya gari wamemwegemezea bunduki. So ikabaki ni fracas huyo jamaa akatoka akaanza kushoot juu. Dakika chache mtu huyo aliyekuwa na bastola alimpiga risasi Samuel Muiruri Maina na kumuua. Risasi zikalia zikalia zikalia, kwa kidogo naona Samuel ameletwa. Analetwa na pikipiki piki hivi. Jamaa wadu akatoa kagu ka tsamari chana kazi Yuji, unaweza peleka gari? Eh, chukua hii pikapu yangu mpeleke hospitali. Vijana waliokuwa wakimkimbiza jamaa huyo waligeuka kwa hasira na kulichoma gari ambalo mshukiwa na mwenzake walitumia kufika eneo la tukio. Vijana hawa walitaka pia kumvamia jamaa huyo aliyetambulika kama Fara. Yadaiwa Fara anayemiliki majumba haya alifika hapa wakiandamana na mshukiwa aliyekuwa na bunduki. Fara aidha alimpigia Samuel Maina simu na kumtaka afike eneo hilo waongee mkutano baina ya wili hao na Samuel uligeuka na inaarifiwa Samuel alivamiwa na kupigwa vibaya, wahusika wakitishia kumpiga risasi. Vita hivyo vilisababisha umati kufika na kumwokoa Samuel aliyekuwa akipigwa. Vurugu hilo liliishia Samuel kupigwa risasi na kuuawa. Ali, unaita mtu unakuja unampigia risasi hapo, ati hadi ukoshua, ni mtu ameshajipanga ile kitu anataka kufanya, amejileta mwenyewe mpaka akampiga risasi. Huyu mtu alikuwa anajua ni nini yeye anafanya. Wenyeji waliokuwepo walizua vurugu na kuandamana kutokana na mauaji ya Samuel. Polisi walifika na kumtia nguvuni Fara na kumzuia kituoni SNP Mavoko. Vurugu hiyo ilifika kituoni mwa polisi, japo polisi wanadai vurugu ilitokana na uvunjaji wa lango la boma la Fara. Wakazi hapa wanasema mzozo ni umiliki wa ardhi. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.